Sasa hivi imetokea malimbano mia ni waumini wa Singida wa Tanzania nzima, wakileta ikhtilafu ya mwezi. Ukiwa kama wewe ni kiongozi, umelichukuliaje hili juu ya kuwafikishia watu wako Naam? Eh, kwa hakika jambo hili limejitokeza na limetufika sisi sote na hasa nazungumzia Watanzania, na wa nikinakili maneno ya Mufti Sheikh Ahmed bin Juma bin Hamedi no. alivyolieleza taifa juu ya mwandamo wa mwezi sichukuli nafasi ya kunieleza sana jinsi alivyoeleza hotuba yake kila mmoja katikia. Lakini mimi nilipenda kueleza kwamba ikhtilafu za miandamo ya mwezi kuna watu wanaodai kwamba mwezi uwe pamoja, watu wa Saudi Arabia, watu wa ulimwengu mzima wafunge siku moja na wafungue siku moja. Hili ndilo limeanza kudaiwa na watu wengi, wanadai na kwa maana ndio limekuja kujitokeza. Wengine watu wakatoa taarifa kama ilivyoelezwa, inawezekana taarifa walioichukua ni mbinu za kuwafanya watu wote kufunga katika wakati mmoja na wafungue katika wakati mmoja, na hizi ni ikhtilafu alizozileta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kuna ikhtilafu ya miandamo ya mwezi ambayo ni Mwenyezi Mungu mwenyewe akaikadiria. Ni kwamba kadri takapokuwa, huwa watu walioko kaskazini mwetu ndio watu wa kwanza kuuona mwezi, na hasa Saudia na nchi za upande wa kaskazini na kisha siku inayofuatia mwezi una- unaonekana una, una na kwetu, na kama alivyosema Fadilat Dktur Muhammad Sayid Tantawi, mufti wa Jamhuria Misri, alipokuwa akiwaeleza maimamu na mashekhe kutoka nchi mbalimbali yaliokutana katika nchi ya Misri kujadili habari za ikhtilafu za mwezi, amesema kwamba qad ykhtalifu matali lqamari fi baladi an matalia fi baladin akhar, kwamba hii inaonekana wazi kuhtalifiana miandamo ya mwezi nchi hadi nchi ina tofauti kwa ndama katika miezi yake, kama ilivyo ikhtilafu ya sala. Kuna sehemu fulani wanasali dhuhuri, wengine bado hawajasali dhuhuri, wengine wamekwisha sali dhuhuri. Hizi ni ikhtilafu ambayo Mwenyezi Mungu kaweka e, kwa kutaka kwake mwenyewe, na watu wafanye ibada moja kwa moja ikhtilafu hiyo, na wala haizalishi

Ni kwamba watakapouona mwezi watu wa nchi fulani, basi ni juu ya watu wa nchi ile wafunge, na wale ambao katika mji yao yani katika nchi yao haukuonekana mwezi, na wangojelee kuonekana kwao yani kuone, kuona kwao mwezi. Naye amenakili maneno

na fungueni unapoonekana mwezi, na kama mawingu yatakuzuilieni, ila huma alaikum, kwa maana mawingu yamekaa yametanda, nyinyi hamkuweza kuona mwezi, basi na wangojelee kukamilisha siku thalathini kamili, kisha waanze hesabu ya mwezi wa Ramadhani mwezi mosi. Na kwa maana hivyo wamesema istitlau hilalu ramadani biaini lmujarada ahuwa latasu, kuonekana mwezi wa Ramadani kwa jicho la asli aliyoweka Mwenyezi Mungu ndiye msingi. Kwa hiyo mwezi tunatakiwa tuuone, kama hatukuona kwa macho mwezi 29 basi tukamilishe siku 30 za Shaabani na kisha tufungue na hivyo hivyo kama hatukuona mwezi wa kufungua shawali kwa siku 29 na tukamilishe hesabu ya ya siku 30. Lakini wakasema wengine kwamba wanatumia vyombo ili kuangalia mwezi, hili nalo amelisema alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala

yule mtu mwingine yani, kwa watu wote wauone. Hii ilikuwa ikiongelea ikiongelea kwamba watu kwa sasa hivi wanaamua kutumia vyombo vya kuangalia mwezi. Sasa kwa maana hiyo imeweza baadhi ya watu wengine wakadai, ulimwengu wate watu wafunge mara moja na wafungue pamoja. Haya ni matakwa ya watu binafsi ambayo wanataka tufunge pamoja na tufungue pamoja, na kumbe Mwenyezi Mungu hakujalia hiyo hivyo. Na wanatuambia wataalamu kwamba dunia ina mzunguko, dunia inazunguka, na ndipo inapokuwa inapata tofauti ya mzunguko masaa, tunakhtalifiana masaa, na kwamba na mwezi nao unaizunguka dunia na mara kwa mara katika mizunguko, wataalamu wanasema kuna longitude na latitude. Longitude ndio tunapata tofauti za masaa, inatuhesabia mpaka masaa 24 tunapata siku nzima. Na katika latitude eh, kuna mistari mikuu mitatu, kuna juu tropic ya kansa na kuna kati equator na kuna chini tropiki ya taicon . Sasa mwezi unapokuwa umefika katika tropiki ya kansa, ni wazi, mstari huo ukienda ukikata kupeleka mashariki, unakutana na nchi za za arabuni yote. Wao wanakuwa wana haki ya kuona mwezi, unakuwa umefika kwao, na ndio maana kwa mzunguko huo, unaona kwao ndio mwezi unaanza kufika kabla ya kwetu na lau mwezi ungekuwa unajitokezaga tu hivi hivi, kuna siku ungelitokea Tanzania, Saudi Arabia bado hawajauona, mm -hmm. Lakini kwa mzunguko wa namna hii ndio maana unaanzia kuonekana kule na halafu unafika kwetu mm -hmm. Ndipo aliposema hapa mtaalamu kwamba ikhtilafu lmatali alqabadh, tukhtalifu yani kupishana kwa miandamo ya mwezi kuna kunahitilafiana nchi hadi nchi. Kwa hiyo watu wametufanyia ujanja wa Tanzania, safari hii. Mungu ndiye anayewajua siri zao. Kama kweli waliuona, basi kweli hatuna- hakuna kosa na tumelipa siku zote, na ima hawakuuona walitaka tu kiu chao kitimie. Basi wajue saumu za watu milioni 15 au zaidi ya Watanzania waliofunga watajibu wao siku ya kiyama juu ya hali kama hii. Kwa hiyo kwa Waislamu tunaweza kupata ushahidi kwamba kila watu kuna kuandama kwa mwezi, kwa hadithi mashhur ya Ibnu Abbasi ambaye alikuwa amehojiana na Kuraibi. Kuraibi alikwenda Misri alikwenda Shamu. Shamu ni sehemu za Syria, alipokuwa akikaa Muawiya, amekwenda kwa haja zake. Alipokwenda kule mwezi ukaandama siku ya Ijumaa, lakini Madina watu wameuona mwezi siku ya ya Jumamosi. Aliporudi Quraib akaulizwa na Ibn Abbas kwamba mwezi umeandama lini? Uh, huyu bana Kuraib akasema sisi mwezi umeandama siku ya Ijumaa. Kaambia Ijumaa we umeuona? Nasema mimi nimeuona na watu wote wameuona, na Muawiya pia amefunga, watu wote wamefunga na Muawiya amefunga. Ah, Ibn Abbasi akasema lakini sisi tumeuona mwezi usiku usi, usiku wa Jumamosi. nimeuona usiku wa Ijumaa? tumeuona usiku wa Jumamosi. Sasa pale Kuraib akamwambia, haikutoshelezee Ibn Abbasi mwezi kuandama, watu wote wameuona, watu wote wamefunga, mpaka Muawiya naye amefunga. Ibn Abbas alijibu, la nazalu nasumu hata narahu walakinnaha raainahu lailata sabti. Alipyosema, si tumeuona siku ya Jumamosi, lakini la nazalu nasumu hata narahu, sisi hatu tuache kufunga mpaka tuuone au tukamilishe idadi ya siku 30. Kuonekana kwamba ikhtilafu Ndivyo ilivyo. Akasema hakadha alamana Rasulullahi sallallahu alayhi wasalam, hivi <coughs> ndivyo <bin dibu> alivyotuulisha <coughs> Bwana Mtume sallallahu alayhi wasalam. <coughs> Na hii wanasema kwamba akiona shuhuda mmoja nijibu, ni wajibu juu ya umumi, ni kwamba jambo linalotakiwa lifanywe sasa hivi, lakini ukiuliza tangu zamani hapakuwa na simu hapakuwa na chochote ukisema watu wa ulimwengu mzima watafunga kwa sababu umeonekana katika nchi moja, wakati ni kwamba hilo basi halikutokea kwa mtume. Hili linatokea sasa hivi, nikutukubali kwamba na namna hili tunaweza tukalipitisha ambalo mtume hakulipitisha juu ya jambo hili. Na kwamba ukisema ilikuwa ni kwamba kweni, lau kama mwezi ungeliandama Madina na habari zinatakiwa zifike Maka na Maka ni mbali, takriban maili kilomita na mia saba na kitu Je, angelitumwa mtu namna gani? Akawaambia watu wa maka mwezi umeshaandama. Ni kwamba kwa maana hiyo ni kwamba hili halikuwepo, ila linadaiwa kuwepo liwe sasa hivi. Lakini sisi tunashikamana na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, fungeni mtapoona mwezi na fungueni mtakapoona mwezi, na kama hamkuona kamilisheni siku thelathini. Ama hili lilojitokeza kwetu sisi kwa Tanzania safari hii, wanajua wale waliouona, ama sisi sote hatukuona, lakini tulipoambiwa kwamba mwezi umeandama umetangazwa na baraza letu, na tukahisi ilipokuwa imeonekana kwamba watu walisema umeanza Jumamosi kufunga, kwamba watu waliuona, kwa hiyo kuanzia siku ya Jumamosi waliodai wameuona ndio wamechukua dhamana hiyo na waliosema wameuona Jumamosi kwa safari hii, Jumapili tukavuka dhamana hiyo wanayo wao, na sisi tutalipwa ujira wetu kamili kama dhambi na, na malalamiko yote watakuwa nayo wale waliofanya hivi. Nafikiri kwa njia ya ufupilizo, napenda niwe nimekwisha nijibu, nikiweza kutokana na hivi vyombo, amegusia vyombo. Kuna watu wengine wamesema kwamba kwa nini tusitumie ijimu ambayo wametupa Mwenyezi Mungu, wamesema kwamba Mwenyezi Mungu alama waalamalnisamu mahani yaalam. Sasa hii aya hii wanasema kwa siitumie, kama kweli mi nikatufundisha sii yale ambayo tusiokuwaya tunajua, basi ametu- tumejifunza sii tumefahamu namna labda tumepata hivi vyonbo vika vikawa vinatuangazia mwezi, basi ndiyo tumetumia aya ile. Kwa nini sasa wewe ukiwa kama nikiimam na ikiongozi, una maoni gani kutokana na usemuhuu?

Ma ins yalam a alama linsana ma lam yalam biwasitat lqalam. Hii aya inaeleza kwamba Mwenyezi Mungu ametuletea la kwanza akamwambia Mtume soma, kuonesha kwamba kusoma, elimu ni za aina mbalimbali, sio elimu ya dini tu. Watu wasome elimu za mbalimbali, wafahamu teknolojia mbalimbali ambazo zitatuletea maendeleo katika maisha yetu. Sasa kama yanatuendelea, maana ndio sasa hivi unaona tunatengeneza, tuna tuna magari, watu wanasafiri, watu wanatengeneza meli, watu wanatengeneza treni, watu wanatengeneza ndege na vitu vingine, tunatumia vitu mbalimbali ya majenzi na nini. Ndio ilmu ambayo Mwenyezi Mungu anasema tujifunze, lakini pia inapofikia kwamba eh, tu allama al-insan ma lam yalam, kwa maana ya kwamba ametumia vitu eh, tujifunze tupate kufanya wepesi, tusafiri kuharaka, eh, kwa haraka tupate vilimo vyetu kwa urahisi, tuweze kuwasiliana kwa urahisi, tuweze kwenda Maka na kurudi kwa urahisi. Lakini sasa haikufika akasema, pia muvitumie katika kuongozea kwamba kama aliposema kwamba wamanshahida minkum shahra falyasumu takayo ushuhudia katika nyinyi ndiyo imekuja ruhuyatul basaria, e, kwamba tuone kwa macho na alijua kwamba kupia mwanadamu mbele atakuja ajue agundue vitu kama hivyo. Sasa hivi vinasema kwamba ni kweli watu wametumia kujua elimu ya anga elimu ya hivi elimu ya hivi, lakini hatuwezi kuvifuata kwa sababu mbele imekwisha kuja kwamba tuone kwa asasi ya nguvu ya macho yetu, kwa sababu mwezi saa zote upo na umo safarini mwake. Ametitilia ushahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema: walqamara qaddarnahu manazila hatta ada kalurjuni lqatimu, na mwezi tumeujalia una vituo vyake maalum, huenda ukaanza ukazunguka mpaka ukarejea katika mahala pake ambapo panaanza hisabu yake. Ndipo eh, waliposema, walipouliza eh, watu yaslunaka an ladila kul hiya mawaqitu linnas wa lhaji, wanapouliza juu ya kuandama kwa mwezi ni kwa ajili ni kwa ajili ya kujua nyakati za watu na nyakati za hija kwa maana ya kupatikana nyakati ni kwamba kuandama kwa mwezi kwa namna hiyo, lakini tukitumia vyombo tutauona kabla hujafika manazila hu eh, katika manzila ya kwao yatakuwa amefika lakini manzila yetu yatakuwa bado hayajafika. Kwa sababu gani? Tumefikiwa na inhuma alaikum fakmilu idat thalathina, ukifunikwa na mawingu msimuone, kamilisheni hasa. Hatuna haja sisi kutumia vyombo kwa sababu ange, ange hakuweka neno huma basi tungelikuwa tunasema tutafute hata kwa vyombo, lakini alisema, kama hamkuona kwa ajili ya mawingu, kwani hali hakujua Mwenyezi Mungu kwamba watakuja kutumia awani ili ziombee yale mawingu na iweze kuonekana? Asi kamilisheni itapofikia nne. Kwa hiyo sisi hatu tayari tunaweza kuitumia saa ya vipimo tukajua nyakati za sala tutasala, lakini hatuwezi kuchukulia midamu una siku zake thelathini au ishirini na tisa Sasa safari hii tumefunga siku ishirini na nane Kwa hiyo hata kama ishirini na nane tu ungeliuona, lakini unauona si mahali pake ambapo unatakiwa kuona. Sasa nitakuwa nimeeleweka. Kwa sababu na mwisho wa muda amekwenda hapa Singida, ukiwa kiongozi wa mkoa huu wa Singida, pametokea na bishano mbalimbali kuna waumini wengine wamesema kwamba kufunga siku ishirini na nane ni haramu, ile vile siku ya Eid hakufungua, akawa ameendelea funga yake. Lakini huko nyuma tunasikia kwamba kuna mtu akifunga siku ya Eid ni haramu. Sasa una maana gani ukiwa ni kiongozi wa mkoa huu wa Singida, kwa ajili ya waumini wako? Naam, bahati mbaya waumini au watu wanapokuwa wanataka kujua jambo lao hawaendi kwa wataalamu wanaofahamu wakaenda wakawauliza. mm -hmm. Na siku zote ndio wanapowakuta watu wanabishana hovyo, kwa sababu hawaendi. Na ndio tuliposema imetokea kama hivi, watu wamefungua kwa kupewa ushahidi kwamba mwezi umekwisha andama kwa kuchukulia hesabu kwamba mwanzo ulikuwa ni siku ishirini na tisa ilikuwa ni Jumamosi. Wako wengine wameanza kufunga, hawakuona na wakaanza kufunga, na walioanza kufunga Jumapili wakaanza ndo ikawa ishirini na nane na na waliofunga Jumamosi ni ishirini na tisa Kwa hiyo wale walifikisha ishirini na tisa na wale walioanza, na hii ni ikhtilafu, ameileta Mwenyezi Mungu namna alivyoamua kumpa nguvu yule aliyodanganya umma kwamba mwezi ume- umeandama. Ni kweli kwamba Mwenyezimungu subhanahu wataala amesema hurimat alaikum lmaita, mmeharamishiwa kwenu kula nyamafu wadama na ameharamisha kula damu. Wanahmalkinziri, ameharamisha Mwenyezimungu kula nyama ya nguruwe. Lakini akasema famanitura ghaira baghin wala aji atakaye kula si kwa ajili ya tamaa eh, akala Yeah. Kwa kughilibiwa au kwa kulazimishwa na njaa dharura. yeah, yeah. uh, dharura tubihu lmahrumat yeah. Kwamba inapofika dharura inahalalisha yeah. Sasa hii tumelishwa kama ni tumeambiwa watu wakaenda wakaapa kwamba mwezi umeandama kwa hisabu kwamba umeandama Jumamosi yeah. Na ikapitia katika ngazi na ngazi, zile zikaja zikatuambia, bwana mwezi umekwisha andama kwa hiyo pale kulipotokea matatizo hayo, si dhambi juu ya waliofungua hata kidogo, imehesabika kwao ni sawa kabisa, na uzito ule ambao kamanahu siyamu yaumul idi, kumezuilika kufunga watu siku ya idi, yaani watu wakafuturu mwezi wa Ramadhani no. watu wame wakajizuia waka wengine wakafunga siku ambayo ni ya, ya sikukuu. Sasa wote hapa ni kwamba wamekwenda kwa ikhtilafu bila ya kukaa kwa pamoja wakazungumza, lakini kwa maana hiyo ni kwamba huyu aliyekula Jumapili hana kosa, kosa lake litajibiwa na yule aliyekula yamini, kwamba sheria imetoa kwamba watu wawili wakiuona mwezi wa ramadhani waka, wakala kiapo basi dhamana inakuwa juu yao na watu wote wata watafungua na kama itakuwa mtu mmoja akauona mwezi wa kufunga, akatoa ushahidi na mbele ya kadhi na akaapa, basi itakuwa ime, ime, ime watu wafunge. Sasa na safari imekuja, sisi tumepata wenye kututangazia, imekuja habari kutoka kwa rais wetu mwadilifu, kama alivyotueleza Shekhe Mkuu. Ikatokea Zanzibar watu wakasema tumeuona, na habari zikatujia kwamba tumezuona. Sasa hapa ilibidi sisi tufungue kwa kauli ya gumi kwamba wote tumepata ushahidi uliotuthibitishana ukatangazwa na, na, na, na mm -hmm. vyombo ambavyo sisi tunavitegemea. Kwa hiyo uzito wote hatuna sisi, ila unarejea kwa yule ambaye amelianzisha jambo hili na hili neno la na, akuu ambaye aliogoma kufu no